za asubuhi wanahabari. Um, kwa kipekee kwanza niwashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mnayofanya. Muda mwingi sana tunawaalika na mnaalikika, mnafika. Kwa kweli sisi kama Fountain tunawashukuru sana sana sana sana kwa kutupenda na kwa kujumuika na sisi pale ambapo tunakuwa tunawahitaji wahitaji. Uh, siku ya leo um, tunapenda kumkaribisha um, moja ya mwanafamilia mpya kwenye tasnia hii uh, ya mpira hapa Babati ambaye ni Emirates, uh, Pharmacy Babati, karibu karibu sana, karibu sana uh, Fountain Gate. Yes um, Emirates wamekuja kwa ajili ya kutusponsor sisi kama Fountain Gate Football Club, kama sisi Fountain Gate Princess, kama sisi Fountain Gate, under 20. Uh, Emirates, uh, Pharmacy. kwa jamani, tumepata mwanafamilia mpya kwenye timu yetu Pharmacy. watakuwa na sisi kwa muda wa mwaka mmoja, lakini kuna vipengele ambavyo vinaruhusu kuongeza mkataba na wanakuja kwa nia na dhumuni ya kuongeza kitu hasa kwenye madaktari wetu, kwa sababu wao wamebobea kwenye mambo ya dawa na wana ma, ma, madaktari wengi sana tu ambayo ni wajuzi kwa mambo mbalimbali mbali ya afya. Kwa hiyo kwa kweli tunafarijika sana kuwapata Emirates Babati, tunafarijika sana. Na watatusaidia sana kwa ajili ya timu zetu zote tatu na tunajua hii ni kwa ni kwa sapoti kubwa kutoka kwa hapa wana wana Wababati, kwa sababu wametuonesha kwamba wanatupenda kweli. Maana yake hata tulipokuwa tunapitia mambo mengi sana, lakini wao wamebaki wanatusapoti sana. Kwa hiyo Emirates, karibu sana, na tunashukuru sana kwa sababu wameweza kuja na kuungana na sisi, na sisi tunafuraha sana. Karibu. Thank you. Sisi, uh, kama, kama taasisi nim tulikuwa tunafanya kazi kwa muda mrefu na Fountain Gate, sio mwanzo huu. Tangu imekuja Babati tulikuwa tunafanya nayo kazi, tumefanya kazi na CEO, Madam Maria nakumbuka. And, and pekee ni washukuru kwa kutu kwa kuja Babati na kuchangamsha mji wetu pia na pia sisi kama familia ya mpira tunaahidi kutoa ushirikiano mkubwa hasa upande wa kiafya. Uh, nikiongelea hivyo, hususani naongelea upande wa matumizi sahihi ya dawa uh, na pia kutoa sapoti zingine mbalimbali mbali, kama first aid kits, kwa ajili ya senior team pia tunafanya nao kazi mara nyingi na under 20 hata kwa ajili ya familia nzima ya, ya Fountain Gate, pia upande wa mashule yetu. Mashule haya tumefanya nayo kazi pia mara nyingi, na tunazidi tuna ku kuahidi tuendelea kufanya kazi zaidi na Fountain Gate family, kwa hiyo Nipende kushukuru na nipende kuwakaribisha familia ya Fountain Gate, karibuni sana. Kusema afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Fountain Gate FC Princes pamoja na under 20, hili ni tukio la <laughs> kihistoria zaidi ambalo Emirates Pharmacy Babati atatupatia usaidizi wa matumizi sahihi ya dawa, lakini vile vile pia na ushauri, kwa maana ya kuongeza nguvu kubwa sana kwenye department yetu ya matibabu. Kama unavyojua, ili wachezaji wacheze vizuri tupate matokeo bora, lazima afya zao ziwe zimeimarika na ziwe vizuri zaidi. Kwa hiyo Emirates anaingia kwenye kipengele hicho cha moja kwa moja. Kwa leo ni furaha kubwa sana, tunamkaribisha na tukio linalofata, basi kuweza kusaini makubaliano kati ya mkurugenzi wa Emirates pamoja na afisa ya mtendaji mkuu wa Fountain Gate. Naomba tuendelee.